Naam, shukran sana mtazamaji, kwa kuendelea kuwa nasi. Karibu sana kwenye awamu ya pili ya Darubini. na aliyekuwa naibu msajili mkuu wa idara ya mahakama Francis Kakai Kissinger ameliambia jopo linalowahoji watahiniwa wa nyadhifa mbalimbali katika tume ya IEBC kwamba alisimamishwa kazi na mahakama kwa kuidhinisha uchunguzi wa kesi ya sakata ya ufisadi ya shilingi milioni 300 mnamo mwaka 2015. Kissinger aliyekuwa miongoni mwa wawaniaji wanne waliohojiwa leo, alikanusha kuhusika na kesi hiyo ambapo alipendekeza afunguliwe mashtaka akiwa pamoja na aliyekuwa msajili mkuu wa idara ya mahakama wakati huo, Gladys Boss Shollei kuhusiana na ununuzi wenye utata wa jumba la kifahari mtaani Runda la aliyekuwa jaji mkuu wakati huo. Abdiaziz Hashim ana maelezo ya kina kuhusu mahojiano hayo ya wadhifa wa wenyekiti wa tume hiyo ya uchaguzi ni mnamo mwaka 2015. <coughs> Aliyekuwa msajili mkuu Gladys Boss Shollei akiwa na naibu wake Francis Kakai Kissinger pamoja na maafisa wa ngazi za juu katika idara ya mahakama waligonga vichwa vya habari baada ya tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC kupendekeza kufunguliwa mashtaka kuhusiana na madai ya ufisadi.

Tukio hilo lilijitokeza kwa Kissinger alipojiwasilisha kuhojiwa na jopo linalotathmini watahiniwa kwa wadhifa wa mwenyekiti wa IEBC. Kissinger akiwa na wengine watano walishtakiwa kwa madai ya kukiuka sheria ya ununuzi ya umma katika ununuzi wa jumba la kifahari lenye thamani ya shilingi milioni mia tatu mtaani Runda la aliyekuwa jaji mkuu wakati huo. So, uh, it wasn't about a Kissinger alitetea utendakazi wake wakati huo akisema uadilifu wake hauna doa kufikia sasa. So So in in in the the records in Kenya Kenya, is that you you you you have been dismissed dismissed for for gross misconduct for violating a uh, public procurement law in Kenya. So, bwana Kakai were you dismissed from the judiciary or you left at, uh, at will? When uh, when you are serving... Aidha, aliambia kamati kwamba alishauriwa kujiondoa katika majukumu yake ili kutoa nafasi kwa uchunguzi wa madai hayo. Wakati huo huo aliyekuwa katibu wa bunge la kaunti ya Nairobi Jacob Ngwele alikabiliwa na wakati mgumu mbele ya jopo hilo kuhusiana na maswali ya ukaguzi wa hesabu wakati alipokuwa kazini. Part of the scheme was to create a fictitious or malicious accusation that we had not supplied we had paid for goods not delivered books worth 700 around 800000 and that complaint was based on a Ngwele ambaye kufikia wakati wake wa mwisho wa kuhudumu alitofautiana na wawakilishi wadi, aliahidi kuboresha mazingira ya kazi wapo atateuliwa, back to office. Naye Erastus Edung alihakikisha jopo hilo kwamba pindi tu akiteuliwa atashughulikia gharama ya uchaguzi nchini. Haya yakitokana na tume hiyo kuitisha shilingi bilioni 61 ili kutekeleza shughuli za uchaguzi wa mwaka 2027. Zoezi la kuwapiga msasa wawaniaji wa wenyekiti katika tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC inatarajiwa kutamatika hapo kesho, na wale wanaomezea mate nafasi za makamishna inatarajiwa kuanza Alhamisi wiki hii. Abdiaziz Hashim, Darubini.